Bwana, mambo vipi? Mambo ni aje? vifurushi oshanaacaca kama Chacha, labda unaweza ukatupa historia yako kiufupi tukakujua, maana nadhani watu wengi wanakujua ila umepotea kidogo. mimi nimepotea kidogo kwa sababu ya kazi ambayo nilikuwa naifanya. mm -hmm. kazi yenyewe kazi mbalimbali mm. eh, naenda da okay. Nenda Mwanza naenda Kongo mm. na narudi, ndio kazi yenyewe labda. Okay. uh, yeah. Sasa kipi ambacho kinakufanya, maana tukikuangalia, wewe ni star kama inavyojulikana, labda ni kitu gani ambacho kilikufanya uingie kwenye hiyo tasnia hiyo. Uh, nimeanza muda mrefu, nimeanza elfu mbili na moja elfu mbili na moja ndio nimeanza kazi. Watoto a e elfu mbili sidhani kama mnamwelewa huyu mwamba. Mimi nimeanza kazi elfu mbili na moja kazi ya komedi mm. uh. Uh, labda una muda gani tangu uachane na hiyo kazi na ni, ilikuwa ni kwa sababu gani? na miaka miwili nimeacha kazi okay. miaka miwili, miaka miwili alafu nikaisha, so kwenye kazi ya basketball mm ndio maana unaniona hapa okay. Tu uingie hapo, una changamoto gani ambazo ulikutana nazo baada ya kuacha kazi, lakini pia faida zipi ambazo umekutana nazo? Mlikuwa mna changamoto yote hiyo? Mambo yalikuwa ni mazuri tu, mambo yalikuwa mazuri, ila imeacha tu kwa kustafu n yani, yani umestafu, umestafu kazi umewaachia watoto e, umewaachia watoto wengine wa elfu mbili waendelee na kazi yao. Kwenye makomedian tuna Gatuso Wanyanga, lakini pia tuna mama Zuu. Ni yupi upe ambaye una lakini, uh, kwenye hao wawili ni yupi ambaye unaona yuko bora zaidi ya mwenzake wote? Uh, wako bora. Mm. kwa maana wote wawili ye Gatuso Mm. na huyo nahuyo mamaziu mm, hutu wananitafuta nicheze nao wa, niwaambia, mh, hapa hamna mm, nimestaafu, ila pambanini na kazi. Okay, wewe wenyewe ni wafanye kazi vizuri okay. Eh, wako vizuri wote waendelee. Lakini ni yupi sasa kati yao unaona kabisa ana kitu atafika mbali? uh, unajua siku nyingine tena unaweza kuangalia watu wengine mm, anaweza kufanya kazi leo shokutwa akazima kaacha, okay. Lakini ningeona kwa mtazamo wangu, anyanga iko vizuri, ashalat sana kwa kwa Anyanga, nadhani maua yako umepokea. Lakini pia tukirudi kuhusiana na swala la leo, tumeona uwanja watu wamejaa kidogo, unaweza kutuelezea ni kwa nini na kwa sababu zipi? Ah, sababu ni moja tu, natunza na, na muda Hmm. Mwana mimi nimefanya nani ya basket. Nimecheza nilikuwa nacheza na wote ni wenzangu wao wote oh, yani familia. Familia basket ni, hmm, nikaona siwezi nikaenda Ulaya bila kuwa, kuvaga yani. Wewe yani unaondoka unaenda Ulaya. Ulaya, Nenda nchi, nchi Canada. Nenda Quebec. Okay. Yeah. Ah, safari yako itakuwa ni lini? Safari yangu itakuwa ni Ijumaa Okay. Mda wa saa moja asubuhi. Kwa hiyo wewe ndo ume, umeona nanii uchezeshe game leo ili wakuage. Ndio. Okay, una unafikiria nini baada ya kwenda kule? labda una tu surprise nini au unatui. Ah, mimi nafikiria muendelee na mazoezi, muendelee na mazoezi mwingine. mm. eh, itakuwa it, it baadaye. Okay, sawa, asante sana. Nilikuwa Gina, nilikuwa na Chacha kama ulivyoona. Kazi inaendelea aiishi mpaka ishe.